Wale wakali wa shisha mambo ndo kama hivi e. Mambo ndo kama hivi bidhaa ndo hizi e, hapa hizi, tuna bidhaa za kila aina kama unavyojua ni, unajua bidhaa za kila bidhaa za kila aina e, wakali wa shisha e, msipate tabu. sufuri saba sita moja tano nne ziro sita tisa mbili. Bidhaa ndo kama hivi unavyoona e, wakali wa shisha wale wakali wa shisha muona design hizo eh, e, wale wakali wa shisha e, bizando kama hivi wakali wa shisha. E, Kiedu International muona, e, wakali wa shisha wakali wa shisha mm, bizando kama hivi unavyoona, karibuni, tupo live e, tupo live e, wakali wa shisha bizando kama hizi hapa hizi e, kama unavyoona bunduki-bunduki nini bizando kama hizi yani, kama unakojua snake nini, tunajua e, wakali wa shisha. Karibuni sana wakali wa shisha, tunapatikana yani, le ukihitaji tu yani, tunapatikana na wakali wakali wa shisha.